Chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu UASU kimeelekea mahakamani kutaka amri ya haraka ya kuzuia chuo kikuu cha Moi mjini Eldoret kuendelea na mpango wa kuachisha kazi wafanyakazi zaidi ya mia nane. Chama hicho kimeshutumu uongozi wa chuo cha Moi kwa kukaidi agizo la awali la mahakama lililowataka wahusika kuafikiana nje ya mahakama kabla ya kufanya mabadiliko yoyote. Na kama anavyotuarifu Emily Chebet, mamia ya wafanyakazi tayari wamepokea barua zao za kuachishwa kazi. Hali ya wasiwasi ilitanda wasi miongoni mwa wafanyikazi wa chuo kikuu cha Moi jijini Eldoret mapema leo. Mmoja baada ya mwingine walichukua barua zao za kuachishwa kazi. Kwa wengi huu ni mwisho wa safari ya zaidi ya miaka kumi katika mojawapo wa vyuo vikuu vikubwa zaidi nchini. Laban Ondieki, ambaye amehudumu chuoni humo kwa miaka 14, ni mmoja waliopokea barua hizo I was part of, uh, annex cancelled. Wametuamkia siku ya jana wakisema kuna barua. Barua hizo za kuachishwa kazi zilizotiwa saini na kaimu chanselo wa chuo hicho, Daktari Lois Maru, ziliwapa wafanyikazi siku 30 kabla ya kuondoka. Vyama vya wafanyikazi chuoni humo vimeishutumu taasisi hiyo kwa kukiuka agizo la mahakama lililowataka kuendelea na mazungumzo kabla ya kuchukua hatua yoyote. In the first place after tulienda strike ya last time tulisema kwa return to work formula, eh, rais aisi itafanywa lakini kutakuwa na consultation, members watakuwa consulted lakini sasa wametuletea ni kama baraka bwana naona ni kama wametuletea na askari ni kama wametufukuza wa ile service tumefanya kwa around 14 years which i have worked for Moi university they have not appreciated it i feel betrayed we went to court the employer came to court and uh, the judge noted that uh, there was uh, some kind of uh, engagement that was going on the judge allowed that to go on gave us two weeks Chuo kikuu cha Moi kinasema hali ngumu ya kifedha imechangia hali hii. Usimamizi wa chuo hicho unasema mchakato wa kupunguza idadi ya wafanyikazi ni hatua muhimu ya kunusuru chuo, na kwamba wamezingatia masharti yote ya kisheria ikiwemo kifungu cha 40 cha sheria za ajira. runinga ya